Mwalimu, kwa nini yani kila tarasimu unayoiona haifanyi kazi? Yani, kwa nini kila tarasimu ambayo unakuwa mtu unaiona kwenye kazi? Hilo hii na hii, na tofauti, tofauti ni, kazi, kazi? Ni swali ambalo nimeshaulizwa na wanafunzi wengi sana hususan kwenye grupu ambazo nilikuwa nimezianzisha lakini pia kwa wanafunzi wengine ambao bado wanaendelea kuulizwa, na of course hata wengine pia ni watabibu ambao wanafanya hizi kazi pia, na wao wanaulizwa. Unakuta mtu anakuambia, mwalimu, hivi una inakuwaje, kuwaje? Unakuta kitabu kimeandikwa kwamba ukifanya hivi na hivi, ukichukua hii dua siku ya Ijumaa ama siku ya Alhamis, Jumamosi, saa fulani ukafanya, ukiwa mevaa nguo za rangi fulani, ukaenda ukafanya na ukamaliza, na mwisho wa siku inakuwa haifanyi kazi kwa nini yani havifanyi kazi? Unaambia, ah, unajua hujui sheria na taratibu za hivyo vitu. Kambia so, uh, mwalimu najua rangi ya mavazi saa inayotawala hiyo kitu vyote nafahamu. Naambia hapana, unawajua rijalul ghaibu, ah, ndo kina nani? ao unawajua wamiliki wa juu ndo kina nani? ao wamiliki wa chini je, ah, majini ya kila siku unajua sheria na taratibu za uandishi eh, si ukiwa umekaa umetulia ukiwa umetuliza akili? La, kwa hivyo most of the time tarasimu unazoziona dua unazoziona na kila kitu unachokiona na unachojaribu kutumia na kujaribu kifanye kazi unakuta hakifanyi kazi, jibu rahisi tu ambalo mwalimu anaweza akakupa ni kwamba sheria zake na taratibu zake za hilo jambo unalolifuata hulifahamu na jambo lenyewe husika linalokuwa linazungumziwa hulifahamu. Hususan tukiangalia mfano mfupi na mfano ambao ni sahihi zaidi, ni hii tarasimu ambayo unayoiona hapa. Mtu mwingine anaweza kukuambia, ukichukua hii tarasimu ukiandika, ukaweka majina ya mtaka na mtakiwa, basi yeyote yule unayemtaka atakupenda siku hiyo hiyo na wakati huo huo. Ama mwingine anaweza kukuambia, ukichukua hii tarasimu ukamwandikia mtu ukamnuizia jambo baya basi hachukui muda mrefu atapata mauti. Sasa wewe na kisirani chako na asira zako, unatoka pale unaenda, unalicholonga vizuri, unaliandika unalitandika, na madua ya kutosha unamaliza. Baada ya hapo, kama ni kulichoma ama kufanya nini, unafanya alafu una unakaa. Baada ya siku mbili tatu, ukimwangalia jamaa anaenda anadunda tu. ama kama ni mapenzi ndio umefanya kwa ajili ya mapenzi, ukiangalia hakuna majibu yoyote au kama ni dua umeelekezwa, umefanya kisomo, umepiga cha uhakika, hakiendi popote. Kwa nini haya mambo jamani? sio kubahatisha na yote, anayejifunza haya mambo ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na ni kwa ajili ya jambo lake mwenyewe. Hata Qurani yenyewe inasema kwamba yote, mwenye kufanya haya mambo ikiwa atafaulu, basi ajue ana jambo gani kwa upande wa Mwenyezi Mungu, kajiwekea na haya maarifa. Kama ni maarifa ya hekima, basi wenye hekima tu watatumia sasa instead of making someone aweze kwenda maiti unaweza ukatengeneza ili yule mtu aweze kugeuka tabia yake kutoka mbaya kwenda nzuri. Anyway, wewe whatever the, the case ambayo unataka utumia haya matalasimu yote, ile itakayokuwa ni wewe na nafsi yako, lakini usichukue talasimu lolote mtandaoni pasipo kulijua ilo talasimu linahusu nini, mmiliki wake ni nani, taratibu zake ni zipi, mfundishaji wake ni nani na alifundisha vipi? Kitabu chake ni kipi? Mwandishi kwanza hicho kitabu alikuwa nani na alikuwa na taratibu zipi? Hichi kilichoandikwa hapo ni nini? Huyo aliyochorwa hapo ni nini? Okay, labda mfano kilichochorwa ni popo. Popo hapa kachorwa kwa misingi gani? Popo ni nani? Unatakiwa ujue kwanza popo ni nani, popo yuko aina gani, anaishi vipi na yukoje? Okay, baada ya popo, hichi kilichochorwa hapa, kama kimechorwa ni picha ya popo hii picha ya popo inacholwa kwa kupitia nini? Dhafarani, dhafarani gani? Nyekundu, nyeusi, kijani, ama whatever it is? Ama kama sio dhafarani, kama ni damu, kwa kukufuru na udhu billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu akushie katika kukufuru. Kama inatumika damu, okay, ni damu ya popo? Kama ni popo, popo gani? Tunaenda. Ukitoka hapo, unakuja kuangalia kilichoandikwa hapo, kimeandikwa nini? Kaulul haqu wallahu almulk ni nini, nini kilichoandikwa? hizi namba zilizopo hapa ni namba za nini? Za simu? Haya macho anafanya kazi gani? na hii triangle ambayo ni kama pua inafanya kazi gani? Kwa hivyo moja kwa moja, kabla ya kuchukua hili talasimu na kuanza kulifanyia kazi, kumbe una maarifa ya kujifunza karibu mwezi mzima ndio uweze kuchukua hii talasimu moja. Uifanyie kazi vipi hapo? tabibu wengi utakuta tu haini kipiga hii siku moja, kwa sababu pale kwenye kitabu imeandikwa mujarab, ya kajaribu ambaye tayari alishaifanya yeye. Kajaribu na anajua alifanya kwa misingi gani na kajaribu kwa kupitia nini kaitumia vipi. Sasa wewe unatoka pale unakwenda unaomba mtu, hii ni mujarab, acha nikufanyie inaleta majibu leo leo, sasa hii, muda huu, alafu unakuta hakuna kitu. Kwa hivyo so, wewe ni tapeli kama walivyokuwa matapeli mengine lakini kumbe maskini ya Mungu katika nafsi yako ulikuwa huna nafsi yoyote ile utapeli, wala haikuwa lengo lako katika kuweza kumtapeli yule mtu na nini, kutokana na kazi ambayo umeiona kwamba hii talasimu ingeenda kufanya ile kazi, basi huenda huyu mtu kitu ambacho angeweza kukipata, na angepata makubwa zaidi na angeweza kufanikiwa pakubwa zaidi. Kwa hiyo hiki atakachonilipa na hiki ninachokifanya ni uhakika zaidi. Kwa hivyo unachukua pesa ya mtu, unakwenda kufanya nyuma niliwahi kuwafundisha kwamba kwa kuna mtu unaweza ukaamua kusoma kisomo kikali kama upanga, ama unaweza ukafanya jambo kubwa kama sijui nini. Unaweza ukafanya kufuru kubwa. Unaweza hata ukachinja ng'ombe arobaini kwa kumnoizia mtu, bado isiende. Kumbe kuna kitu kidogo tu ambacho hauna. Ni nini? Maarifa ya hekima. Hekima gani inayozungumziwa hapa? Hekima inayozungumziwa hapa ni kukijua kitu inside out Mmiliki wa hii talasimu ni nani? Wakati yeye anaandaliwa mwenye hii talasimu huyo anayeandaliwa kuweza kutumikia hii talasimu, aliandaliwa kwa misingi gani? Alipoitwa kulikuwa kuna makubaliano gani baina ya yeye na aliyemuita, mpaka kukaa kwenye ile talasimu ili awe ni mtumikishi wa ile talasimu, ama iwe ni kama bendera yake, basi yoyote atakayemuita kwa kupitia hiyo bendera aweze kuja. Je, huyo mtumishi alikuwa ni nani? Naanza kuona hapo na wavuruga sasa. Kiangalia hapo mwenyewe ulipo, una kitabu hilo limejaa matarasimu kama mia mbili hivi, mwenyewe unajiita mganga ama mtabibu, wallahu alam. Lakini kii ya kuweza kukitumia kile kitabu au kuyatumia yale maarifa una of course, waganga wengi mnazuka kutokea Facebook, YouTube Jamii Forum na sehemu zingine nyingi ikiwa ni pamoja na Google. Yeah, Google ya, ni mastermind kwa watu wengi sana kwa maana ukikuta mtu kaandika kitu ama kakifundisha kitu mtandaoni, ukirudi Google unakikuta either kimeandikwa kwa Kiingereza au kwa njia nyingine tofauti, lakini kile alichokifundisha, je, yeah, yeye, yeah, aliyefundisha ni salama katika nafsi yake, kile kitu alichokifundisha kwamba kitamwacha salama, na je, yeah, wale audience anawafundisha kile kitu, anawafundisha kitu anachokijua au hakijui? Siwatishi lakini kila mtu na maarifa yake na kila mtu na taratibu zake.